Ila kwa sababu tu Mungu amempa neema ambayo ni ya kipekee, ndio maana Mungu huwa anachila hizo konaishi zinakuwa juu yake, kwa sababu Mungu ameweka neema na amejaza hekima ndani yako. Kwa hiyo watu wale wakikutazama, wanaona hekima ya Mungu ipo ndani yako na, na wanamuona Mungu, wanasema kabisa, huyu mtu tukimtuma akatuwakilishe mahali, hawezi akatudondosha kwa sababu ana lugha nzuri, maneno yake anayoyatamka ni maneno matamu, ambayo hawezi kuyapata kwa kila mtu, ni ya kipekee. Kwa hiyo kutazama lauzambo mtu anafaa, kumbe ni Mungu ambaye umebeba ndani yako, ni utajiri wa roho ambao unao ndani yako, utajiri wa neno la Mungu ambao uko ndani yako utajiri wa nguvu za Mungu ambao upo ndani yako. Bwana asifiwe. Leo nilipostie clip moja inasema kwamba nguvu ya kutiwa mafuta katika fikra, maanake fikra zako zikishatiwa mafuta, unajua kwamba unaweza ukapata uka kitu ambacho ni kipya, ufunuo. Kwa hiyo Mungu akiwa amekupa utajiri ndani yako wa roho, unajua kwamba directly unakuwa connected na Mungu. Watu wakitazama hawakuoni tena wewe, wanamwona Mungu anayenena ndani yako. Watu wakitazama matendo yako, wanayaona yanavyoongozwa na Mungu. Ndio maana unaweza ukasikia kwamba mbona huyu mtoto ni mdogo sana ila vitu ambavyo anavifanya ni tofauti kabisa na mtu mzima au mtu mkubwa aliyemsikia huyu. Why? Kwa sababu ndani yake kuna utumishi ambao ni mkubwa na huo utumishi ni wa kutumikia watu wengine, anaishi na watu wengine kwa design ambao ni sahihi, kwa njia ambao ni sahihi, kwa mapenzi ambayo ni mazuri mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nakuwa anamsaidia sana watu wa kweni, na watu wakimtazama wanaona kwamba huyu mtu kweli sio wa kawaida, na huyo mtu neema ambayo anatembelea sio neema ya kawaida, weza ambao anatembelea sio wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kitu ambacho anakuwa anakifanya kinakuwa ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unatokuwa uelewe kila ambacho Mungu anakuwa amekupa ni kitu ambacho ni cha kipekee, sio cha kuchezea. Kitumie vizuri kila ambacho Mungu anakuwa amekupa, na Mungu anakuwa amekupa kwa sababu ya mapenzi mema, sio mapenzi mabaya, wala sio kwa manufaa yako wewe mwenyewe, lakini kitumie jinsi ambavyo Mungu anataka ili uweze kupata zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine ambalo natakiwa uelewe ni kwamba kuna watu ambao wanainuka kwako, wanakuwa kama daraja. Hao watu washikilie sana, kwa sababu ni moja kati ya utajiri ambao Mungu amekuwekea. Kuna watu ambao wanakuwa wanakushika mkono, hao watu usiwaache wakaenda, kwa sababu ni watu ambao ni wa muhimu kwako. Mungu amewaweka kama watumishi wenzako na daraja ambalo wewe utashikana mikono uweze kufika. Na wale wanaotumika kwa upendo, Mungu anawatengenezea majina ya kudumu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia leo kwamba alikuwa ni mtumishi mmoja mkubwa sana, alikuwa anaitwa mtu fulani, mtu fulani, alikuwepo mfanya biashara ambaye alikuwa mtu fulani, mtu fulani, alikuwepo mwana mwanasiasa ambaye alikuwa mtu fulani, mtu fulani, ni kwa sababu ndani yao walifanya vitu kwa uaminifu na kwa namna ambavyo Mungu alitaka wafanye. Kwa hiyo jitahidi sana, huwa unafanya kila ambacho Mungu anakitaka jinsi ambavyo Mungu amekupa neema ya kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Sana kwa leo, nipende kuishia hapo, na siku ya kesho taangalia kanuni za za kutunza kila ambacho Mungu anakupa utajiri wa ni kaumbe kwa sababu yako na Mungu akakusaidie, uweze kuwa ku, mtu ambaye ni mwadilifu na ni mwaminifu, mtu ambaye ana nidhamu na mipaka, mtu ambaye anafanya yale ambayo Mungu anataka uyafanye, mtu ambaye unasimamia vizuri ufalme wake, mtu ambaye utakuwa unahakikisha siri za ufalme wa Mungu zinafanyika sawa sawa na jinsi yeye anavyopenda. Mungu wangu na baba yangu.